Mwigizaji wa filamu kutokea nchini Tanzania, Wastara Juma ameweka wazi kuwa hali yake ni mbaya sana kwa wakati huu. Hii ni mara baada ya kusumbuliwa sana na tumbo lake kwa kuvimba kila siku. Aidha, Wastara ameongezea kwa kusema kuwa anaogopa sana anavyoona hali yake inabadilika, anaona anaweza kupoteza maisha kama marehemu Hawa. Wastara anaendelea kusema kuwa anawaomba Watanzania wamsaidie kwa hali na mali ili aweze kupona, kwa kwa sababu na mimi natamani kuishi. Mimi kifo cha hawa kimenistua, nimechanganyikiwa kuona yule dada kafa, alafu ukiangalia tatizo lake lilikuwa la tumbo. Nikijiona mimi tumbo langu linavimba kila siku, akili inasema naenda kufa, sipo tayari kufa, kwa kuwa najua nyinyi wa Tanzania mnaweza mkasimama na kunisaidia kutoka hapo hospitali nikaanza kufanya vitu vyangu kama kawaida, alisema Wastara. Mimi naitwa Public Informa wako kimodo msafi, endelea kunifuatilia kwenye social media zangu zote, pia usisahau kuzama pale youtube channel ni moja tu, kimodo msafi. Uwe na siku njema, bye, bye.